hiyo mlima nililala kwa miezi miwili, nikuanga pale mwezi nashuka chini, inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi, ananiambia enda ambia watu, Yesu wa Nazareti anapita kutoka. Saa hiyo mimi nikastuka sana, wakamwambia yeye ni Maria, na baada ya kumuongelesha tena wakarudi kwangu, wakaniambia mimi ni Joseph. Sasa unyumbani, watu wameanza kumjua, na wao wote wamerudi, wameanza kujua ti kweli ile ilikuwa ni kipawa. Ni wengi wamepona walinye walikuwa hawazai wakaanza kuzaa.